So, ladies and gentlemen, tumeweza kuona yule ambaye ni kiongozi wa nchi ya Kenya pale Raila Amolo Odinga ameweza kutuacha, na hivyo basi baadhi ya wana siasa ambao wako nje ya nchi ya Kenya na vile vile wale ambao wako nchi ya Kenya wakiongozwa na rais wao pale William Samoei Ruto na majirani zao, pia viongozi ikiwemo ikiwemo Mama Samia Suluhu Hassan na Museveni Kaguta pia pale ndani ya Uganda wameweza kutoa salamu zao za rambirambi kuhusiana na umauti huno ambao ulimopata ama nchi ya Kenya. Wameweza kujishuhudia leo vijana wengi wameweza kutoka barabarani kufanya yale kama maandamano ya amani, ambapo haijulikani walikuwa wanaandamana kwa minajili gani ama wanaandamia nani. Kiukweli kabisa, utaona kwamba kigogo ama jembe kama hili vile ambavyo limeanguka, watu wengi wataongea stori nyingi tofauti tofauti, lakini tuseme tu inalilahi waacim, kwa sababu kiukweli kabisa, for the real ni kwamba watu wengi wataongea mambo mengi sana vitu kibao sana vitaongelelewa leo ambavyo hapa kwa KG Chipande hatuko tayari ku speculate hizo news ambazo zitakuwa ni fake news regarding this, uh, death. Kwa sababu baadhi ya vitu ambavyo vimeongelelewa nikianza kuvisema hapa then nafikiri nitakuwa na mislead watu wengi sana kwa sababu Raila imesemekana ni mgonjwa a week past now, ikaje ikasemekana amefariki, ikaje ikasemekana ameuliwa na mtu fulani Ikaja habari zengine pia ikasemekana imetabiriwa. Ikaja habari zengine ikasemekana kwamba kiongozi yule ambaye uh, ni upinzani anasema ya kwamba yule ambaye ni kiongozi wa nchi ya Kenya ndio anahusika na mpango mzima wa kumtoa Raila. Lakini mwisho wa siku, hapa kwa KG Chipande tutasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio aliumba na Mwenyezi Mungu ndio amechukua siku zote na binadamu sote tunasema kulu nafsi idhaikaltul maute, yani isionekane ya kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa kijimungu kidogo cha kwamba haezi fariki kwa lolote lile. Tukubali ya kwamba siku zake zilikuwa zimefika za kuishi hapa duniani, miaka samanini. Kuishi kwenye mgongo wa dunia si mchezo kikweli kabisa, binadamu tumepewa miaka stini, sabini tu, lakini ikifika mpaka upige bonus ya almost 20 years ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, na najua familia pia inahuzunika, najua familia pia iko kwenye kipindi kigumu hichi, lakini pia vilevile vile tumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa kutupa mtu ambaye alikuwa ni kiongozi wa wananchi, mtu ambaye alikuwa anapenda Kenya, mtu ambaye alikuwa anapenda Afrika kwa ujumla. Na niruhusuni kama mtaniruhusu niweze kusoma hino condolence ambayo imetolewa na yule Mama Samia Suluhu Hassan hapa nchini Tanzania na hichi ndicho alichokisema, that, uh, Dr Samia sends condolences to Odinga family Ruto following the demise of former M, uh, former PM. Yani, rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa salamu zake za rambirambi kwa familia ya Ruto, a familia ya Raila Amolo Odinga pamoja na yule ambaye ni, uh, ni, ni, mwa, ni rais wa Kenya ambaye anaitwa William Samoei Ruto na hivi ndivyo alivyoandika. Kikweli, guys I'm so down, I'm so down because uh, this is the president uh, this is a person that I loved for him ni Raila. Kikweli kabisa tuseme tu kweli, mimi nilipenda Raila, I really loved Raila, kikweli kabisa nilipenda Raila na nilikuwa natamani siku moja ya kwamba aweze kushika kitu chochote kile, awe kiongozi, na at least, kwa sababu ametafuta uungwaji wa mkono nchini Kenya ili aweze kuwa kiongozi aweze kuwa kama rais wa nchi ya Kenya, lakini imeshindikana. Mara kwanza aliweza kushindana na Kibaki ikashindikana, ambapo ilikuwa wazi hadharani ya kwamba ameshinda, lakini mara mwisho ya mwisho au siku ya mwisho kabisa akapigwa na chini. Mara ya pili akaja akapigana na Uhuru Mwigai Kenyatta kipindi cha kwanza akashindwa. Mara ya tatu akaja akapigana tena na Uhuru Kenyatta akashindwa mara ya nne akaja akapigana na Ruto akashindwa. Na yote yaliyoshindwa, hio inaonyesha wazi kabisa kwamba ni mtu ambaye alikuwa amependwa, kwa sababu kila kampeni ambayo alikuwa zinaenda walikuwa wakifanya ile ambayo tunaita wale ambao wanaangalia ni kiongozi gani ambaye huenda akashinda, basi Raila Amolo Odinga alikuwa anaebuka ya kwamba ndio kiongozi ambaye alikuwa ni kiongozi pemba nchini lakini mwisho wa siku baada ya kwamba uchaguzi ushafanywa na majibu yakitokezwa ama majibu yakitokelezwa yale majibu ya mwisho kabisa mambo ni tofauti, yani vitu huchenjanga enye anasema. So, President Samia Suluhu Hasan has extended her heartfelt condolence to the family of Odinga and Kenyans in general following the death of country Former prime minister Raila Amolo Odinga. Yani rais wa Tanzania Mama Suluhu Hassan Samia ameweza kutoa salamu zake za rambirambi kwa familia ya Amolo Odinga pamoja na Wakenya wote kwa ujumla, uh, baada ya uh, kupata habari za aliyekuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya kupita ama kuaga dunia huko nchini India. The Kenyan opposition figure passed away on Wednesday in India where he was undergoing a treatment. Yani yule kiongozi wa Kenya ameliweza kufariki siku ya Jumatano ndani ya nchi ya India ambapo alikuwa anaendelea na matibabu yake. Extending her condolences on her social media platforms President Samia said that the continent has lost an outstanding leader, a true and and a seeker of solution whose influence and compensation extended beyond Kenya to the entire East African region and the African continent as a whole. Yani, um, nchi ya Kenya pamoja na East Africa pamoja na jumuiya ya mashariki wa Afrika na Afrika nzima yote imeweza kupoteza kiongozi ambaye alikuwa anapenda nchi yake na sio nchi yake peke yake, bali na Afrika pamoja na jumuiya nzima ya mashariki mwa Afrika. Na vilevile vile pia akaongeza, ni mtu ambaye alikuwa anapenda amani na ni mtu ambaye alikuwa anatafuta suluhisho la kupatikana kwa amani popote pale ambapo palikuwa panokosekana amani. this loss is not only for the Kenya but for all of us. Yani kupotea kwa Raila Amol Odinga sio peke yake uchungu wa nchi ya Kenya, lakini ni uchungu wetu sisi sote. On behalf of the government of Tanzania and the people of Tanzania I extend heartfelt condolence to the president of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Mama Ida Odinga and the children, family members, relatives friends and the people of Kenya of the great loss, President Samia Suluhu Hassan stated. Yani akimaanisha kwamba, uh, baada ya uondokaji huno, mimi pamoja na serikali yangu ya Tanzania tunatoa salamu zetu za rambirambi kwa yule ambaye ni kiongozi wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto, na yule ambaye ni mke wake Raila Amolo Odinga mwenda zake, Ida Odinga, na watoto wake wa Odinga, na familia yake nzima ya Odinga, na marafiki wote kwa ujumla, na watu wote wa nchi ya Kenya kuondokewa na kiongozi wao waliokuwa wanampenda wengi wao. So we we join join you in a prayer, we join you in prayers asking the almighty God for grant you strength, comfort and faith during this difficult time and to raise the soul of our beloved in eternal peace. Akimaanisha ya kwamba tutaungana sote kwa pamoja kwenye maombi na tumwombe Mwenyezi Mungu aweze kumla, uh, kumlaza mahali pema palipokuwa na wema mpaka ile siku ambayo tutaona na tena. So, <coughs> guys, mimi nitasema tu kweli, Raila alikuwa kigogo. Raila alikuwa kigogo na sio Kenya peke yake, kama alivyosema Samia Suluhu Hassan, hapa barua yake alivyoiandika kwenye uh, mitandao yake ya kijamii. Raila alikuwa kigogo na tukianza kuzungumza Uh, maisha ya Raila Amolo Odinga na nafikiri tunaweza tukachukua hata masaa manne kama tutaongea kwa utaratibu kama hivi. Kwa sababu ni kitu ambacho kimetokea leo na najua kila mtu ako na ile roho ya kwamba some people thought that it cannot happen that Raila cannot die but let me tell you Raila was just a human being like any other human being na kwa sababu siku zake zimefika, zimefika tayari na Chesfor ris safiri salama, msalimu Kenyatta. Tutaonana baada amekufa ni uchungu, na ni uchungu zaidi, na ni uchungu kwetu zaidi kuliko nyinyi juu tumepoteza mtu kubwa. Mungu, tunajua kifo hiko, lakini Mungu, umaua mtu aungeua, aungeua Raila bado.